Watu saba walijeruhiwa baada ya polisi kurusha vitoa machozi kwenye mkutano wa kisiasa wa mrengo wa ODM unaoongozwa na katibu mkuu Edwin Sifuna katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado hiyo jana. Mkutano huo ulitatizwa na uh, wingu la vitoa machozi huku wanasiasa waliozungumza wakieleza uungaji mkono wao kwa Sifuna kusalia katibu mkuu wa chama cha ODM. Aidha, waliendelea kurusha makali kwa wale wanaosema wameuza na kuvuruga chama cha ODM. Setolale

Msafara wa mrengo wa ODM wa Linda Mwananchi uliojumuisha seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, naibu kinara wa ODM Godfrey Osotsi, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na seneta wa Siaya James Orengo miongoni mwa viongozi wengine ukilazimika kuondoka eneo hilo. wakiirushia mawe gari hili la polisi, vijana hao wakikabiliana na polisi Kitengela kwa zaidi ya saa moja, huku maduka yakifungwa na hali ya uchumi kusitishwa. <tune> baada ya seneta Sifuna kuona awali kwamba kulikuwa na njama ya kusitisha mkutano huo. Wakora waliingia kwa stage yetu asubuhi, wakavunja mitambo hii ati kutuzuia tusiweze kuongea na nyinyi. Viongozi hao chini ya mrengo wa Linda Mwananchi wakisema kwamba watasalia kumtambua gavana wa Nairobi Edwin Sifuna kama katibu mkuu halisi wa chama cha ODM wako na na chama chama cha fatu, wako na chama cha ODM lakini sisi tuna wanachama wako na chama lakini sisi tuna wanachama wamekula pesa kwenda kuuza chama na hatuta kubali. Sasa wana wengine wanajaribu kuuza chama cha ODM kwa Ruto, tunawaambia bwana Ruto, kama umewapatia deposit, waambie wakurudishie pesa yako. Awali mrengo huo wa ODM ulihudhuria ibada katika kanisa la Anglikana la St Peters Olkeju eneo la Kisaju kaunti hiyo ya Kajiado ambapo viongozi hao waliapa kuendeleza mikutano ya kuhamasisha wananchi dhidi ya ushirikiano wa chama hicho na ule wa chama cha UDA. Anajua tutaleta mageuzi na mabadiliko katika Kenya, na mimi nataka nieleze vijana ambao wako hapa wakinasifuna Wakina babu, if you want to live for a long time, stand for the truth. Mkitoka Kitengela, mtatolewa tena kwa komiti, muwe tayari <laughs> eh, every rally has casualties. Hata iwapo tutachorewa, hata iwapo tutapangiwa, Bwana ndiye mchungaji wetu. Mrengo wa chama cha ODM wa linda mwananchi, unaoongozwa na Edwin Sifuna umesema kwamba hautatishwa na utaendeleza mikutano ya kisiasa katika kaunti ya Kakamega wikendi ijayo. Seth Olale, runinga ya Citizen Kitengela, katika kaunti ya Kajiado.